Ni mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu u mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Muda huu katika meza yetu ya habari tumefikiwa na kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, na kauli hii imekuja baada ya vuta ni kuvute za hapa na pale kuhusu Askofu Josephat Gwajima pamoja na mamlaka. Itakumbukwa kwamba siku ya tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa 2025 ni rasmi mamlaka ya jumuiya za kiraia nchini ililifunga kanisa la ufufuo na uzima ambalo mwasisi wake ni Askofu Josephat Gwajima mwenyewe. Lakini baada ya mamlaka hiyo kulifunga kanisa hilo la Gwajima, Gwajima mwenyewe alijitokeza na kujibu huku akisema kwamba kanisa hilo halijafungwa na kwamba hakuna mwenye uwezo wa kulifungia kanisa la Mungu, jambo ambalo liliwaibua jeshi la polisi wakaenda pale kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima, wakapiga kambi pale usiku ule, wakapiga utepe pale kuonyesha kwamba kanisa hilo limefungwa na haruhusiwi mtu kufanya chochote ndani ya kanisa hilo. Lakini wakati polisi wanatekeleza majukumu yao, mvutano mkali uliibuka baina ya polisi na waumini wa kanisa hilo usiku ule wa Juni mbili, kitendo ambacho kilipelekea waumini takribani 86 kukamatwa na polisi na baadaye kuachiwa kwa dhamana isipokuwa wawili ambao wakili wa Askofu Gwajima Peter Kibatala alisema wawili hao watatolewa taarifa baadaye. Baada ya hayo yote kuwa yametokea, leo tarehe 7 ya mwezi Juni mwaka huu wa 2025, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa ametoa kauli na amegusa eneo la dini pamoja na kuabudu Dar es Salaam. Waziri mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa amewataka Watanzania wanaofanya shughuli mbalimbali ziwe za kikundi binafsi au za umma kuzingatia sheria ikiwemo katika kutekeleza uhuru wa kuabudu. Tunavyokuja kuabudu lazima tuzingatie sheria ya uhuru wa kuabudu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 193 imeweka bayana ufafanuzi wa kuabudu, ili mradi hakuna uvunjifu wa amani na sheria za nchi. Kuabudu si watu tu kukutana na kufanya wanavyotaka, bali iko sheria iliyoruhusu hata msikiti kuwa hapa au kanisa kuwa pale, ndiyo iliyoruhusu kiongozi wa dini awepo ili kuzungumzia masuala mazima ya dini, amesema waziri mkuu Kasim Majaliwa. Ameeleza hayo leo Jumamosi, Juni saba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, alipohutubia baraza la Eid el Adha lililofanyika katika msikiti wa Muhammad VI uliopo makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, Kinondoni, Dar es Salaam. Baraza la Eid el Adha lilitanguliwa na swala iliyofanyika katika msikiti huo na kuhudhuriwa na waumini wa dini ya Kiislamu. Eid el Adha ni siku kuu inayoadhimishwa baada ya wa Waislamu kukamilisha ibada ya Hija ambayo ni nguzo ya mwisho katika tano za Uislamu na hufanyika katika miji ya Maka na Madina nchini Saudi Arabia. Majaliwa pia amesema masuala yote ya dini yanalindwa na sheria. Hata uwepo wa mashehe na maimamu kwa sababu sheria imewaruhusu kufanya hivyo. Tunapopata nafasi ya kuja hapa kama leo hii, tunatarajia viongozi mtatumia muda mwingi uliotengwa kwa ajili ya ibada kuzungumzia dini na si vinginevyo. Kwa sababu uwepo wa jengo hilo na ujio wa waumini hapa ni kuja kusikia neno la Mungu na kuendelezwa kiimani hali itakayoleta amani na utulivu. Tunafanya haya kwa sababu tunazo sheria. Unapoivunja sheria na kufanya vinginevyo, sheria inachukua mkondo wake. Lazima tukumbushane na kufanya mambo kwa sababu kuna uhuru. Hata hivyo, uhuru una mipaka. Haki lazima iende na kutimiza wajibu, amesema waziri mkuu Kasim Majaliwa. Majaliwa pia ametoa kauli hiyo wakati ambao msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa Juni 2 mwaka huu wa 2025, alitangaza kulifuta kanisa la ufufuo na uzima lenye makao makuu yake Ubungo, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa barua iliyotolewa Jumatatu Juni 2 mwaka huu wa 2025, Kihampa alieleza kanisa hilo limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi viongozi wa dini. Katika hatua nyingine, Majaliwa amesema serikali inawaamini viongozi wa dini wa madhehebu yote kwa sababu wamekuwa chachu ya kuimarisha amani na mshikamano katika taifa kupitia mahubiri wanayoyatoa. Amewahakikishia kuwa serikali itaendelea kuimarisha uhusiano mzuri kati yake na viongozi wa dini zote wa madhehebu mbalimbali nchini mbali, ili kila mmoja ashiriki kuhakikisha taifa linakuwa na amani ya kutosha. Ninaamini viongozi wa dini mtaendeleza jukumu hilo la kuwasihi wa Tanzania kuwaona kila mmoja ana mchango wa kulifanya taifa la Tanzania kuwa tulivu na kuimarisha mshikamano miongoni mwetu, amesema. Amesema pia dini ina misingi yake na imejengwa kwa namna ya kuwafanya waumini wake kuwa na staha, ustaarabu, uvumilivu. Hivyo, viongozi wa dini pia wana nafasi kubwa ya kuhamasisha waumini kushiriki shughuli za maendeleo. Dini imeifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi ya amani wakati wote, na viongozi wa dini mnayo nafasi ya kukemea mambo yote yanayosababisha mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa hili. Imani hii imejengwa kwa miaka mingi na taifa, tuna maslahi nayo, amesema Waziri Mkuu Majaliwa. Pia amesema waumini wanapojengwa kiimani, basi iwe ya kujenga taifa, si kuwajengea watu imani inayokwenda kulibomoa taifa, ambayo itasababisha jamii kuharibika. Amesisitiza kuwa dini haina nafasi ya kubomoa jamii, bali ipo kwa ajili ya kujenga jamii inayoizunguka